Mtu mwingine naye hakufuata amri za Mungu, hakumwangalia Mungu, matokeo yake naye ameangamia au ameangamizwa. Ana miaka ishirini na mitano akamuua mama yake wa miaka hamsini na sita eti anakaa anam, anamzuia kuja usiku eti anakaa anamzuia kuja usiku. Mama anamwambia usitembee usiku mwanangu. Tena hapa Bwaya tunamsema unasema, kiro kitwara empendeke e kitu, kiro kitwara baraendeka, usiende usiku mwanangu. Asema, kwa nini unanisumbuasumbua? akamchoma kisu mama yake akafa. Hawa ndio wamevunja amri za Mungu na sheria za nchi. Na hawakufuata waliofundishwa shuleni, hawakufuata waliofundishwa kwenye ukwata, hawakufuata waliofundishwa na wazazi, hawakufuata waliofundishwa kwenye elimu ya dini. Matokeo yake, kwa kuwa hawakumwangalia Mungu, wameangamia. Wananchi wenye hasira wamekuja wakamuua huyu kijana aliyemuua mama yake, lakini vile vile alikuwa anamzuia asivute mabangi. Bangi haya kuna wanaopenda eti wavute, eti waone furaha ya muda mfupi. Kuna mmoja nilimkuta kiaka, yeye mpaka niliondoa gari haraka, maana anasema bro nipe tano bro. ha, ha, ha, ha. ha, ha, ha, e, niliondoka haraka. Sasa hawa ndio hawamtazami Yesu, hawamtazami Mungu. Matokeo yake wanavunja sheria za kanisa, za Mungu, za jamii, za nchi na waponi wanaangamia, na wote wana tabia za wavuta bangi. Maana bangi ina kanuni mbaya. Anayevuta bangi mwanzoni, wanasema anasema ana kanuni inasema bangi ni bangue ni mbangue mama yangu. <laughs> yule wa kwanza wa kwanza amembangua baba yake, amevunja kanuni. Lakini wa pili, mmemsikia mfano, amembangua nani? Mama yake. Mungu akusaidie utoke kwenye mkutano huu na neno hilo, umwangalie Mungu wako ili upone, ili uokoke ufuate sheria za shule, za nchi, za kanisa, za dini ili upone kama kijana mwaminifu katika taifa letu.